Okay, so Ruge um, miaka kumi ya uh, THT ni kitu kikubwa sana. Kama ni mtoto sahivi, anaweza kuwa uko darasa la pili la tatu au la nne kutokana anavyokuwa s um, sofa imekuwa ni safari yenye yenye mambo gani mpaka sasa? Safari yenye misukosuko zaidi, okay. Lakini kwa kwa, kwa, kwa jicho la la mwanzisha, safari safari yenye mafanikio sana. Kwa jicho la nje inawezekana ukaliona kama ni safari ya, ya, ya, ya kwenye mawimbi makali, lakini narudia kusema kwa mtu ambaye mwenye jicho la tulichokuwa tumekianza, safari yenye mafanikio makubwa sana. I, I, I, nini lilikuwa wazo lako la kwanza kuanzisha kitu kama hiki nitakuwa? Ni mchoyo wa fadhila nikisema ni mimi tu ambaye nina hili wazo. Wazo hili lilianzishwa mimi na bwana mmoja anaitwa Sebastian Ndege wakati wanafanya kipindi cha Njia Panda, yeye na mimi kwa pamoja tuliona kwamba kwa sababu yeye kwenye Njia Panda alikuwa anapata watu wengi sana wanaomba wasaidie kurekodi kwa hiyo akawa anatoa hela na rekodi na mimi vile vile nafuatwa na watu naomba unawapa hela tu ya kwenda studio. Tukagundua kwamba kila unayemrekodi baada ya miezi mitatu anarudi tena. Anataka kurekodi nyimbo nyingine. Tukagundua kwamba kuna tatizo. Kwa nini tusi, tusikatae kuanza kutoa hizi hela? Tuanzishe kama kama system ya chuo ambako mtu anayetaka kupata hela ya kwenda studio lazima apite kwenye darasa fulani. Lazima hebu tuanzishie watu wao wanapita kwa sababu hichi kitu watu wanachukulia kama ni mzaha hivi. Unampa hela tu haioni kama ni ni investment, kwa hivyo akitaka akitaka kupata hela ya studio lazima apite kwenye process. Ndio ilikuwa nia yetu ya kwanza, kwa hiyo tukasema tuanze, lakini tuanze na watu ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Ndio ilikuwa idea ya mwanzo, kwa tukaanza kwenda. Kwa hiyo watu wetu wa mwanzo kabisa wa THT, tulianza kwenda kwenye vituo kama pale Mnazi Mmoja usiku, unatafuta wale vijana wanaolala pale. Tukasema katika wale watu wanaolala pale mtaani, lazima kuna wale wakali wao wa kuimba au kuna wakali wao wa kucheza ina maana wale wana kipaji tuwatoe pale tuwatafutie namna fulani kwao. Tukazunguka kwenye vituo mbalimbali mwanzo mwanzo na kuchukua vijana kutoka kwenye vituo, aidha wanaolala barabarani usiku kwenye nani mitaa, uh, wengine wanatoka kwenye vituo vya watoto yatima. Ndio tukaanza hivyo, lakini nadhani kwa mwaka hata mwaka ukifika tukagundua kwamba inawezekana tunakosea. Tuna, tuna ukiwaweka watu ambao wote wanahitaji msaada hakuna anayejisukuma kila mtu anakuwa anaishi maisha sasa ya kusubiri msaada. Na hata THT ilivyoanza ikaanza katika mtazamo huo, watu wakafikiri bana, hii ni sehemu inabidi ulete sabuni ulete nguo. Katika hiyo tukasema kwamba namna hiyo tunakuwa hatuwasaidii, kwa hiyo tukasema kwamba lazima tupafungue, waanze kuja watu wote, mradi una kipaji. Yani sharti kubwa ilikuwa ni mradi una kipaji, sisi kazi yetu siwe ni ku, kwa sababu huwezi kumpa mtu kipaji paji, mtu anazaliwa nacho sisi kazi yetu ni kuendeleza kile kipaji na kukipa uh, ule mtazamo sasa wa kibiashara wa kuelewa kwamba kipaji chako ndio kula yako, kipaji chako ndio msingi wako, kipaji chako ndio mtaji wako. Hiyo ndio kasema bana, hiyo ndio kazi yetu sisi basi. So, so, uh, ika ika fika stage um, wakaja kina Masiti au kina Barnaba, kina nani hao uh, ambao mpaka sasa hivi majina yao ni makubwa, walikuja kujai Mwasiti alikuwa naye ni mmoja wa, wa watu wa mwanzo mwanzo kabisa. Lakini sasa kumbuka Mwasiti tofauti yeye hakuwa anatoka kwenye mazingira hayo. Yeye alikuwa anatoka kwenye nyumba, familia, amemaliza shule na anatafuta mahali kwa sababu anapenda sanaa ajiunge. Sasa sisi kwetu tulikuwa ni changamoto nzuri sana kwamba tuanze kuwachanganya sasa. Lakini ana kipaji. Ana changamoto nyumbani pia kwa sababu nyumbani wanambeba na bidii uende shule. Yeye anapenda sanaa. Kwa sasa ikaanza kuongezeka changamoto za sasa kwamba sasa hivi sasa inabidi tuanze kufanya kazi nyingine sasa ya kushawishi wazazi, wa kuambia bana hii ni, ni ajira hii, waache tu wafanye kama wanapenda kufanya, na wale wanaoenda shule tusiwakatize shule, wakitoka shule waje jioni, unaelewa. Lakini wale wanaofanya uh, wanaotaka kufanya muziki kama muziki, na wao pia waachie wafanye muziki kama muziki, sababu ashaamua anataka, unaelewa. Kwa hiyo ndio tukaanza hapo sasa kwenye kutafuta watu na ilikuwa ni ngumu mwanzoni kwa sababu uh, kumbuka tunafaa kwa kujitolea, walimu wote ni wanajitolea mwanakina Sebastian Ndege, muda wao wa jioni tunakutana THT, kuna ticha Sami, Sami Kul Cool Dancer, kuna Mangustino, wote wale ni watu ambao ni walimu wanajitolea. Lakini tukagundua kwamba hamna mwalimu mzuri kama watu wenye experience. Kwa hiyo ukitafuta wanamuziki wa zamani, wao ndio waanze kuwa walimu, tutafute wale walimu wachache wa, chache, wa practice, wa theory soma noti, kuandika hiki. Lakini wale walimu pia wa msingi wa maana ni wale watu ambao tayari wamefanya hivi vitu, lakini tutafute walimu pia wa biashara, kwa sababu hii kitu wanaoingia watu ni biashara. Kwa hiyo lazima waanze kupita kwenye masomo sio ya kuimba tu kuimba, wajifunze jukwaa, wajifunze biashara ya muziki, lakini wajifunze pia uh, wanasema maisha maneno life skills. Kwa hiyo ndio maana ukiangalia THT, moja ya kitu kikubwa kinachosisitizwa sana ni discipline. Mwanaelewa kwamba yani bila discipline huwezi kufanikiwa katika safari yako ndio kwa hiyo. Kwa hiyo kwa hivyo kimsingi, ndio tulivazo wengine wadogo, mtu wa kama Banaba alivyokuja mara ya kwanza. Unajua watu wengi hawajui kama Banaba mara ya kwanza alivyokuja alikataliwa THT. Wow. alikataliwa na na Masiti wakati anafanya interview na wakati mimi naingia jioni nakutana na, na Banaba akiwa mdogo sana miaka 16, okay. machachari kweli kweli Nikasema huyu jamaa vipi? Ah, nikasema huyu alikuja bwana bado mdogo, tumemwambia nikasema no, huyu mwacheni, bado ni mdogo huyu. Mwache akulie hapa hapa. Unaelewa? Kwa hiyo ukikuta mtu kama yule akakua pale pale. Lakini wapo wasanii wakubwa, mtu kama Diamond alikuja akakataliwa THT. Diamond alikuja THT akakataliwa. Unaelewa? Of course kwa sababu walimu wa mtu anayemsikiliza mtu audition mara ya kwanza nafasi ya kukosea ni kubwa sana. Lakini nafasi ya kupatia pia nayo ipo hapo hapo. Kwa hiyo nakumbuka mtu kama Nash yule yule ambaye yule wakatoa mm, yeah, <laughs> ni sehemu ya wanafunzi alimkatalia Diamond kwenye interview. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi kwangu naviona kama ni vitu ambavyo ni changamoto sana mwanzo, kwa sababu sisi wenyewe tunajifunza, lakini vile vile unabidi ufanye kazi ya kufanya maamuzi ya kwamba huyu anaweza au hawezi. Mm, ilikuwa ni baada ya uh, mwaka, miaka mingapi sasa, uh, wazo lako ukaanza kuona kwamba linapevuka na unafikia kile ambacho nilikuwa nimekiwaza mwanzo Nadhani baada ya miaka mitatu mwaka, no, mwaka wa pili, kama tukiwa kwenye mwaka wa pili na nusu, kabla jiekiwa kwenye mwaka wa tatu, ndio nadhani tukaanza kufocus sasa, kwa sababu mwanzoni ilikuwa zaidi kama social center, sehemu ambako vijana wanakutana, wanajiimbiaimbia tu, wanaimba, wenye vipaji anasifiwa, hakuna nani yote. Lakini tulipogundua kwamba kwamba, sasa kumbuka kwamba THT imeanza kwa pesa zetu za mfukoni, tukagundua kwamba sasa tunaumia sasa lazima tutengeneze misingi ya hawa vijana kufanya show ili pasenti ya show ianze kulipa gharama zao wenyewe. Kumbuka ni watu ambao unawapa chai asubuhi, unawapa chakula cha mchana, wakati huo mwanzo unawapa nauli, umeona mm. Ninachokwambia wagundua kama hiki kitu sasa itafika mahali itatuumiza, afu sisi tutaacha, kwa hebu tugeuze sasa, tuanze kuwa professional, tuanze kutengeneza uh, msingi wa kuweza kupata kipato ili pasenti ya kila kazi ya THT irudi kwenye kuijenga THT yenyewe, irudi kwenye kulipa kodi, irudi kwenye kulipa umeme, inunue vyombo, unaelewa. Hapo ndio tulikuwa tumeanza. Kwa hiyo kuelekea kwenye mwaka wa pili hivi, mwanzo mwanzo, unaelewa, tunaelekea kwenye mwaka wa tatu hmm. Kuna, kuna wakati ambao ulifika, uka mkawa amekata tamaa, kahisi kwamba labda hii ilikuwa ni bad choice, yani kabisa, kuna kuna wakati ambao Uh, especially na, kwa sababu kumbuka mimi muda wangu mwingi niko Clouds, yeah. Umeona, leo kwanza kukatokea ile hali ya kuto, kutoeleweka. Kwa hiyo kuna mtazamo ukatokea kwamba THT ni kama kitengo cha Clouds. Hicho cha kwanza, kwa hiyo hata vijana unaotaka kuwasaidia ukipeleka nyimbo kwenye sehemu nyingine wanaanza kupata ugumu, umeelewa. Kwa hiyo ikawa ni sehemu ya kwanza kwamba ah, sasa kwa hichi tunachokifanya pia kinakuwa kina maana kama haiwasaidii sana sana, kinawaumiza vijana kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza pili. Ukiangalia uh, idadi ya watoto inaongezeka, cha kuwapa huna zaidi, kwamba unaendelea kufanya nao mazoezi tu mazoezi. Unaanza kujiuliza hivi, haya mazoezi tunaenda nayo mpaka wapi? Tunaenda nayo mpaka lini? Kwa hiyo tukaanza kusema uh, nafikiri mm, labda tu, tufikirie jinsi ya ku labda tuache. Lakini hapo ndio tukaanza kupata wazo kwamba inawezekana labda tunahitaji mtu au watu wa kuja kumanage hii sehemu, ndio tukaanza kupata wazo la kufikiria kutafuta vo, wa, mtu kutoka nje ya nchi ambaye anaweza akaelewa mfumo huu na akawa sasa ndio anafanya kazi full time. Ndio katika kutafuta tukapata volunteer, dada mmoja wa okay, Kiingereza anaitwa Rebecca. Ndio tulivyompata yeye, at least tukageuka sasa tukasema okay. Sasa hii ni kama biashara ambayo umefanya investment, uhitaji kuwepo pale. Huyu dada ndio kazi yake. Sasa hii ndio akaanza kufanya kazi sasa ya kutafuta wadhamini kutafuta professionalism kwenye show, kuanza kuibadilisha THT sasa ianze kuwa zaidi ya katika mlengo wa kibiashara, so, so, so, so. Baadaye mkawa mmeanzisha studio ambayo yenyewe ilikuja katika kipindi cha mwaka gani? na no, studio imekuja miaka nane baada ya kuwa tumeanza, in fact studio hmm. Mimi kwangu studio sikutaka, hata sikuwa na wazo la kuanzisha studio, sikutaka kabisa kuwa na studio kwa sababu mimi napenda sana idea ya kugawana kazi yaani mtu anatakiwa kufanya mazoezi hapa, lakini aende sehemu nyingine akapate sound ya mtu mwingine, ili naye aongeze mawazo yake katika hiyo katika hiyo kitu. Kwa hiyo mimi, studio kwa miaka mingi sana, toka nafanya THT nilikuwa nalipa kama kawaida, nilikuwa nalipa kwa Master J, nilikuwa nalipa kwa Enrico kwa Duke. Nyimbo nyingi sana nilikuwa ninafanya katika misingi, naenda nje ya THT, kwa sababu nilikuwa naona kwamba sitaki kupata ile ile sound, na watu wote wangekuwa kama wanafanana vile. Kwa hiyo uh, tukaja kupata idea studio baada ya kwamba tulipoanza kuona kwanza, wanafunzi ni wengi sana, wote hawawezi kuimba. Yaani, kama katika hali ya kawaida haiwezekani watu wote wakawa waimbaji. Kwa hiyo tukasema kama ni hivyo, hebu tuanze kuwagaia vitu. Ina maana wengine wafundishwe kuimba, lakini wengine basi wafundishwe production, wengine wafundishwe uh, camera, wengine wafundishwe editing wengine wajifunze management kwa sababu sanaa au industry ya kwetu sisi ya muziki ina upana mkubwa sana. Kwa nini tusi kwa nini THT imeishia kwenye kutafuta watu wanaoimba na, na kucheza tu? Yeah. Ndio tukapata idea kwamba hebu tupanue. Sasa kwenye kupanua ina maana uweze kufundisha watu studio bila kuwa una studio ya kufanya mazoezi. Ndio tukaanza kwanza na idea ya kuwa na ka studio kadogo kama mazoezi ili wale wale producers. Kwa hiyo ukikaa ukiangalia kwamba katika kipindi cha miaka miwili tumezalisha producers sasa hivi naweza nikasema karibu sita, saba au nane hivi. Okay. Umeelewa? Kina Ima the Boy, kina Nash, uh, kina Charles ambaye uh, anaitwa Clintons, sio na Clinton Music. Kuna Kevin, vijana wadogo ambao nafikiri sasa hivi watakuja kuwa ni producers. Matokeo yake ile ile idea yangu ya kupata sound tofauti inakuwa inarudi pale pale, pale kwa sababu kila producer ana touch yake, kila producer ana sound yake. Eh, kwa hiyo uh, kawa ni kitu ambacho nafikiri kimefanya kazi vizuri. Sawa sawa. Ni uh, mafanikio gani matatu makubwa ambayo unaweza ukawajivunia katika miaka hii kumi ya THT so far? Nafikiri la kwanza ni nimetengeneza vijana wengi ambao wanaelewa kwamba muziki, dance na chochote ambacho kiko katika creative arts ni biashara. Hicho ndio cha kwanza. Kwa sababu nimejaribu kuondoa ile dhana ya kufikiri kwamba hii ni, ni, ni msaada, hii ni kusaidiana, hii ni kitu unafanya kwa sababu unapenda. Hii ni kitu unafanya kwa sababu ni sehemu ya maisha yako na inatakiwa kutengeneza maisha yako. Kwa hiyo hicho cha kwanza kabisa. Cha pili ni kutengeneza pia msingi wa vijana ambao wengi wao wanaelewa kwamba unaweza ukawa ni msanii mkubwa sana, lakini bado nidhamu ni sehemu kubwa ya maisha unatakiwa kuwa nayo kwa sababu kuna sehemu kubwa watu wanakuambia kwamba haiwezekani ukafanya sanaa wewe bila kuona sijui unavuta nini au una, unafanya mimi nafikiri inawezekana na nimejaribu sana kuweka hiyo hiyo hiyo huo um, msimamo sio kwa kusema eti hamna mtu THT anayekunywa hamna mtu kwa sababu hayo mengine huyajui lakini kuelewa kama kama unakunywa au unavuta basi ni jambo kuhiba, inabidi ufanye kwa kuiba kweli kweli inabidi ufanye kwa sababu sio jambo ambalo lina liko sawa Mane, kwa hiyo mimi kwangu hiyo kwangu najivunia na naona ni jambo kubwa sana na la tatu, nadhani ninayojivunia sana sana sana sana ni kuondoa ile dhana kwamba THT ni ya watu ambao wamepita wamesoma. THT imekuwa ni sehemu sasa hivi kwangu mimi, naamini ya karibu kila mtu, imekuwa ni sehemu ambayo imekuwa ni ile idea ya mwanzoni ya social center, ambako wasanii wote wanakutana studio mimi hakuna mtu ambaye ukiniambia haji kurekodi THT, na sisi hatuchaji THT, tunakwambia wewe, mradi kama unaamini nyimbo yako ni nzuri, unaweza kucontribute, unaweza kucontribute, changia umeme, changia sio kitu gani. Sisi hatufanyi ile biashara, tunasema ni biashara. Kwa hiyo tuna watu kama kina Diamond, Omi, um, Alikiba. Tunafanya naye sana kazi, kwa mfano anatumia bandi ya, ya THT siku zote Uh, kina Linux akifanya kazi zake bendi anayotumia ni hiyo hiyo, mazoezi anafanya ni pale pale. Uh, ukizungumzia Sha Vanessa, yaani hakuna msanii ambaye sasa anaitazama kama vile ni kitu cha watu fulani mm-hmm. imekuwa it's a place, wewe njo unataka wasanii, njo chukua wasanii kafanya nao, unataka dancers, chukua dancers, unataka vyombo, chukua vyombo, unataka studio. Kwa hiyo imekuwa ni kitu ambacho kimekuwa ni cha wazi kwa mtu yoyote yule yoyote i anaweza kuja kufanya chochote kufanya chochote anachotaka kufanya pale, na kwa pamoja tumetengeneza familia kubwa sana sasa. Yes. Then uh, katika anniversary ya miaka kumi tukasikia kwamba una venture kwenye fashion sasa yes. um, hiyo inamaanisha kwamba muziki na dance unaiachia THT na acha kujihusisha nayo? No, kiukweli, unajua mimi mwenyewe binafsi kama miaka miwili hivi zaidi ya kupenda sanaa kama sanaa tu Uh, kwa sababu mimi ni napenda sanaa naandika na, na, na, na napenda kusikiliza muziki, napenda ku contribute kwenye idea za muziki, lakini kukaa na kusimamia sanaa moja kwa moja ni kitu ambacho kama nimeacha hivi, kwa sababu naamini tichiri kwenye kukua kwake ina wasimamizi wapya, kuna watu wapya ambao wanasimamia sasa wao kwa mawazo yao, kama ambavyo mimi nilipanua na kusema twende kwenye studio, twende kwenye production, tunatengeneza vipindi vya TV yote ni mawazo ambayo tukipindi kipa lakini na wao pia wamekuja na mawazo kwamba, lakini kwa sababu watu wana, wana, wana wanafanya sana designing, kwa nini tusifundishe watu hapa designing ya nguo ili watu waweze kusafiri kutengeneza merchandise? Tunafanya mafiesta, tunafanya sijui wa, wa, watu kili music awards na kila, kabla ya show, watu lazima watengeneziwe nguo. Wasanii wana show kila wiki, nani anawatengenezea nguo? Kwa nini tusianzishe kiwanda kipya cha fashion and design. Isiwe ni jambo linafanya tu kwenye catwalk. Iwe kwa sababu kuna kila msanii anaimba nchini. Lazima avae. Kwa hiyo kama kama anavaa basi lazima avalishwe. Kama avalishwe lazima kuna mtu atengeneze nguo ambayo avae. Tuagundua kama kuna nafasi kubwa sana ya kupanua nafasi za ajira kwa kwa vijana. Kwa hiyo nadhani hilo ni wazo limetoka zaidi kwa kwa kina Rehema, kina Mwita, au wengine ambao ni wasimamizi wa sasa wa THT. Na mimi nikaona ni wazo zuri sana. Kwa hiyo muziki utaendelea, mafunzo no, no, muziki? Muziki muziki unaendelea, muziki unaendelea upande wa madarasa ndio, hmm. Nadhani nimesema kwamba hebu tusimame kwa muda, okay, katika maana ya kuchukua wanafunzi wa darasa la kuimba yeah. Kwa sababu kuna THT nyingi, japo hazina jina hilo yeah, ambazo zipo. Kuna mkubwa na wanawe ni chuo kama THT, haina tofauti. Mrisho Mpoto ana, ana, ana kituo kama THT nana na wanafunzi wengi na watu wengi wasiofahamu ni kwamba sisi wakati Fela anaanza, support kubwa ambayo tulitoa sisi, ilikuwa imetoka THT. Najua kinanda chake cha kwanza cha mkubwa na wanawe kama kituo tulitoa sisi THT, umeelewa? Kwa hiyo ile group idea ya kuweza kuanzisha mkubwa na wanawe na watu kama sitini, yule sindio? Sasa kina yamoto bend mwachie anzishe na wengine wengi tu waweze kutoka yeah. mimi nadhani wale waliotoka THT kwa sasa mm, kwa muda huu wake nisiseme kwa sasa kwa muda huu, labda wanatosha, labda tuone jinsi ya kuwasaidia kukua zaidi. Sawa sawa, unaelewa. Okay, THT kwa wakati unaanza, sio, mlianza na walimu kama mangostino na akina Sami ambao wanafundisha dance. mm. uh, katika fashion unaanza na watu gani ambao ni labda wana majina makubwa tunaweza tukawa nawafahamu? naanza na Alire Mtula, namshukuru sana in fact, na, na Flaviana Matata yeye mwenyewe. Flaviana Matata yeye anajiita matron ah, wa waku, kujitunuku yes. Yani yeye ndio, na in fact Flaviana ametusaidia sana, kwa sababu hatujaanza hata kuanza, lakini ametusaidia kutengeneza connection ambayo tutachukua designers wanne tunaotegemea kuwapeleka China kwa kwa training ya mwezi mmoja ya, ya ushonaji. Flaviana anasema moja ya tatizo kubwa sana la designers Tanzania hata wadogo ni kwenye kitu kinaitwa sijui ukataji wa nguo mm. na finishing ya kazi. Kwa hiyo tunapeleka tu, kwa mwezi mmoja tupata sponsor ambaye amekubali kuwalipia mwezi mmoja atakwenda kule kufanya uh, training, wakirudi wataungana na wengine ambao tutakuwa tunaendelea kwa training ili tuweze kuikuza. Flaviana ametusaidia kitu kingine pia. Mm. Yeye, yeah, ametusaidia kuja na wazo la kuangalia tunatumiaje uh, kitenge kwa sababu anasema yeye kwa Marekani kuna soko kubwa sana. Tanzania kama Tanzania ina nafasi bado ya ku, ya ku export uh, bidhaa kupitia mpango wa AGOA mm. lakini hakuna vitu vya kutosha vinavyotumwa nje ya Tanzania mpaka sasa. Kwa hiyo ametusaidia kufanya kazi ya kujaribu kuangalia tunaweza tukatengeza mpango gani wa kuweza ku export nguo zetu Marekani kwa ajili ya kupata soko lingine la tofauti kidogo. Sawa sawa. Mm. Okay. Mwisho uh, Ruge, um, ume kwa miaka hii kumi umejifunza vitu vingi sana. Umetaja baadhi ya hivyo vituo mkubwa na wanawe sina watu gani, lakini kuna watu wengine pia ambao wanaweza kuwa na interest ya kuanzisha kitu chenye mfanano wa THT, labda wape tips chache tu za vipi unaweza ukafanikiwa. Mimi nafikiri cha kwanza kabisa um, i think unatakiwa upende. hmm. Yani ukiingia kwenye kufanya kitu kama hiki ni ajabu sana mtu akiingia kwa, waza kama wazo la biashara. Nadhani hilo ni ni fanya biashara yako nyingine. Yaani hili haliwezi kuwa haiwezi kuwa ndio biashara. Utakuwa mwenda azimu kama unaingia katika maana hiyo. Fanya biashara yako nyingine. Hakikisha hiyo biashara yako nyingine imesimama. Alafu hakikisha unafanya kitu kamili kwa sababu kwanza kina kina kinaongozwa na hisia na mapenzi zaidi. Passion. Umeelewa? Yeah. Uh, pili Uh, nadhani jifunze kusamehe kwa sababu biashara kama hizi bahati mbaya sana zinazalisha uh, perceptions nyingi sana, perceptions kwa sababu unaonekana kama vile wewe una uwezo wa kutengeneza maisha ya mtu na kutoyatengeneza ya mwingine. Yaani ni, ni, ni bahati mbaya, unafikiria inatengeneza hiyo picha, lakini ukielewa kwamba wewe mwenyewe ukielewa kwamba unajua huna uwezo huo mwenye, mwenye, uwezo huo mara nyingi of course Mwenyezi Mungu lakini vile vile kazi yako ndio ina uwezo wa kufanya hilo. Maana kuna wengi sana nafikiri katika moja ya vitu ambavyo unakuta nimeishi kwa lawama na maneno mengi sana. Na unaweza kukuta kuna kipindi unasema, ah, mimi nataka kuacha hivi vitu kwa sababu hizi lawama hazizi hazistahili. Yaani, si zistahili. Yani, sipati chochote kwa hichi kitu lakini kwa nini unapata hizi lawama? Lakini unagundua kwamba ufanye kwa sababu yako wewe. Unafanya kwa ajili ya wale wengine wanaofaidika na hili jambo. Umeelewa? Um, mimi nina miaka kama minne hivi, niliacha kuchukua nyimbo za wasanii wa THT na kupeleka kwenye redio popote pale, hata kwangu ku, pale wenyewe Clouds. Kwa sababu gani? Kwa sababu naamini nyimbo ndio inayomuuza mtu. Sasa bahati mbaya mimi na watu sitini, huwezi kuchukua nyimbo ya kila mtu pale, kafanya vizuri. Kwa hiyo ndio maana mimi inaishia kwenye kumaliza kurekodi nyimbo kimeza nyimbo, wewe msanii Chukua nyimbo yako mwenyewe ipeleke. Ikikubalika ipigwe. Isipokubalika isipigwe. Sasa mm, bahati mbaya utakuta watu wengi katika kujifunza wanazihesabu wana, wana nyimbo za THT zinazopigwa kuliko ambazo hazipigwi. <laughs> Hawajui yani kwamba inawezekana idadi zisizopigwa ni nyingi zaidi kuliko zinazopigwa. Right. Lazima ni nyingi zaidi kwa sababu kwanza wana studio, yeah, iko bure pale. Mm. Si ndio? Wana vifaa vya mazoezi viko pale bure. Wana nafasi ya kurekodi na na sana sana sana, katika mtazamo ambao, kama ni timu ya mpira, wana uwezo ambao unawawezesha wao kurekodi au kufanya mazoezi kila siku. Kulaumiwa sana ukikuta, hata kama anataka kulaumiwa sana sio kwa sababu atafanya kazi nzuri, kwa sababu hajajiandaa vya kutosha. Una studio ambayo unaweza ukarudia mara saba mara nane, una vifaa na una wapigaji ambao wako pale, ufanye nao mazoezi utengeneze nyimbo nzuri zaidi. Kwa nini usiweze kufanya hivyo? Umeelewa? Lakini utakuta wasanii wengine ambao wana akili zao, tuseme wanakuja kutumia studio hiyo hiyo ya THT ambayo iko wazi, na anarudia nyimbo mara saba mara nane mm, na anatoka na kila siku anatoka na hits Unaelewa. Kwa hiyo nadhani kikubwa ambacho nafikiri nimejifunza katika hii ni kwamba, penda unachopenda, usisumbuliwe na haya mengine mengine, kwa sababu usiwe driven away kwa kile unachopenda kwenye, usi driven away from your, pay, from your passion, si sindio? Mm, kwa vitu ambavyo haviongezi chochote kwenye kujenga passion yako zaidi. Nice. Mwanaelewa. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa kuliko chote, lakini uh, nadhani, nadhani, kumekuwa na, na mapinduzi makubwa kwenye, kwenye fikra za namna watu walivyoanza kutazama sasa hivi sana. Nadhani biashara imeanza kuwaingia watu, wameanza kuelewa, watu wameanza kuelewa tofauti ya huyu kulipwa hiki na huyu kulipwa huku, watu wameanza kuelewa kuhusu thamani. Mtu kama wewe umefanya kazi kubwa sana kuelezea, umesafanya kazi kubwa sana kuelezea kuhusu kitu nzuri na mbaya, kwa sababu unapotoa top 10 zako za vitu maana yake umetathmini vitu kumi bora ni vipi, siyo? na zile ambazo sio hazijatajwa humo ndani na maana sio bora Mwanaelewa. Kwa hiyo nadhani tukifika kwenye sehemu ya kuanza kukubali na kuelewa hii ni biashara, haina tofauti na supermarket ambako unaingia unakuta kuna asali brand karibu kumi na tano bahati mbaya lazima uchukue moja, yeah. Mwanaelewa. Sasa vile vitu vilivyomo humu ndani ndio vinaleta tofauti ya kwa nini unachagua hii na kwa nini sio hii. Nadhani o uh, nadhani kiukweli tukisema tuzungumze tuongea sana lakini in short I think nimejifunza sana. Miaka kumi kwangu mimi, THT imetosha katika kukua moja kwa moja ndani ya THT. Tawachie vijana saa hizi wengi wataendelea, wapo kina Mwita kina Rehema kina, nitaendelea kubaki THT kama mbunifu, mwanaelewa mm, ambaye ninapenda kufanya shughuli za ubunifu, lakini kwenye management, kwenye nini, nadhani tuta tuachie vijana wengine wa waweze kuendelea. So, nani atakuwa boss pale, Dito? No no no, kuna <laughs> kuna, kuna boss ambaye yupo siku zote ambaye anataja anaitwa Mwita. Okay. Kuna Niki ambayo tumeanza naye naye na shughuli zake, lakini naye bado anaendelea kufanya kazi za THT. kuna Rehema mm-hmm. au ni watu ambao kwa miaka kama mitatu hivi imepita, kiukweli ndio walikuwa hasa wanasimamia THT. Sasa, Mimi ni mazoea tu ya kufahamika kwamba ni mmoja wa waanzilishi, yeah. lakini kiukweli hawa watu wamefanya kazi nzuri sana sana sana sana ya kufikisha THT